Mlango wa arobaini na nne. Neno lililomjia Yeremia katika habari za wayahudi wote waliokaa katika nchi ya Misri, waliokaa Migdoli na Tahpanesi na Nofu na katika nchi ya Patorosi, kusema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: ninyi mmeona mabaya yote niliyoleta juu ya Yerusalemu na juu ya miji yote ya Yuda, na tazama, ni ukiwa leo wala hapana mtu akaye ndani yake, kwa sababu ya uovu wao waliotenda ili kunikasirisha, kwa kuwa walikwenda kufukiza uvumba na kuwatumikia miungu mingine ambao hawakuwajua wao, wala ninyi wala baba zenu. Tena nalituma kwenu watumishi wangu wote manabii, nikiamka mapema na kuwatuma, nikisema, basi ninyi msilifanye chukizo hili lini chukizalo lakini hawakusikiliza wala hawakutega masikio yao, ili wageuke na kuacha uovu wao, wasifukizie uvumba miungu mingine. Kwa sababu hiyo, ghadhabu yangu na hasira yangu zilimwagika nazo, ziliwaka katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu, na miji hiyo imeachwa ukiwa na kuharibika kama ilivyo leo. Basi sasa, Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: kwa nini mnafanya uovu huu mkubwa juu ya nafsi zenu wenyewe, kujikatilia mbali mwanamume na mwanamke mtoto mchanga na anyonyaye, mtoke katika Yuda, msijiache mtu abakie? Kwa kuwa mnanikasirisha kwa matendo ya mikono yenu, mkifukizia uvumba miungu mingine katika nchi ya Misri mlikokwenda kukaa ugenini, mpate kukatiliwa mbali na kuwa laana na aibu katika mataifa yote ya dunia. Je, mmeusahau uovu wa baba zenu na uovu wa wafalme wa Yuda na uovu wa wake zao na uovu wenu wenyewe na uovu wa wake zenu walioutenda katika nchi ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu? Hawajanyenyekea hata leo, wala hawakuogopa, wala hawakuenenda katika sheria yangu wala katika amri zangu nilizoweka mbele yenu na mbele ya baba zenu. Basi kwa sababu hiyo Bwana majeshi Mungu wa Israeli asema hivi: Tazama, nitaelekeza uso wangu juu yenu, ili niwaletee mabaya, hata kukatilia mbali Yuda yote. Nami nitawatoa mabaki ya Yuda walioelekeza nyuso zao kuingia nchi ya Misri, wakae huko, nao wataangamia wote pia. Wataanguka katika nchi ya Misri, wataangamia kwa upanga na kwa njaa, watakufa tangu wadogo hata wakubwa, kwa upanga na kwa njaa nao watakuwa apizo na ajabu na laana na aibu. Kwa maana nitawaadhibu wakao katika nchi ya Misri, kama nilivyowadhibu Yerusalemu kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, hata katika watu wale wa Yuda waliosalia waliokwenda nchi ya Misri ili wakae huko, apata kuwa na mtu yeyote atakayepona, wala atakayesalia na kupata kurudi nchi ya Yuda, ambayo wanatamani kurudi ili kukaa huko maana hapana atakayerudi ila wao watakaopona. Ndipo watu wote waliojua ya kuwa wake zao waliwafukizia uvumba miungu mingine, na wanawake wote waliosimama karibu, mkutano mkubwa, yaani watu wote waliokaa katika nchi ya Misri, katika Patrosi, wakamjibu Yeremia wakisema, neno lile ulilotuambia kwa jina la Bwana, sisi hatutakusikiliza. Lakini bila shaka tutalitimiza kila leno lililotoka katika vinywa vyetu, kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni na kummiminia sadaka za kinywaji, kama tulivyotenda sisi na baba zetu na wafalme zetu na wakuu wetu, katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu. Maana wakati huo tulikuwa na chakula tele na kufanikiwa, wala hatukuona mabaya. Lakini tulipoacha kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni na kummiminia sadaka za kinywaji tumepungukiwa na vitu vyote na kuangamizwa kwa upanga na kwa njaa. Nasi tulipomfukizia uvumba maliki wa mbinguni na kummiminia sadaka za kinywaji, je, tulimfanyizia mikate ili kumwabudu na kummiminia mamiminiko waume zetu asipokuwa? Hapo ndipo Yeremia akawaambia watu wote, wanaume na wanawake, yani watu wote waliompa jibu lile, akisema uvumba mliofukiza katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu, ninyi na baba zenu, wafalme wenu na wakuu wenu na watu wa nchi, je, Bwana hakuwakumbuka watu hao? Je, jambo hili halikuingia moyoni mwake hata Bwana asiweze kuvumilia tena kwa sababu ya uovu wa matendo yenu na kwa sababu ya machukizo mliyoyafanya? Kwa sababu hiyo nchi yenu imekuwa ukiwa na ajabu na laana isikaliwe na mtu kama ilivyo leo, kwa sababu mmefukiza uvumba na kwa sababu mmetenda dhambi juu ya Bwana, wala hamkuitii sauti ya Bwana, wala hamkwenda katika torati yake, wala katika amri zake, wala katika shuhuda yake. Ndiyo maana mabaya haya yamewapata kama ilivyo leo. Tena Yeremia akawaambia watu wote na wanawake wote, lisikieni neno hili la Bwana ni nyinyote wa Yuda mliopo hapa katika nchi ya Misri. Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi: ninyi na wake zenu mmenena kwa vinywa vyenu na kutimiza kwa mikono yenu, mkisema, bila shaka tutazitimiza nadhiri zetu tulizoziweka, na kumfukizia uvumba malkio wa mbinguni na kummiminia sadaka za kinywaji. Basi zithibitisheni nadhiri zenu, zitimizeni nadhiri zenu. Basi kwa sababu hiyo lisikieni neno la Bwana ninyi nyote wa Yuda mnaokaa katika nchi ya Misri. Tazama, nimeapa kwa jina langu kuu, asema Bwana, ya kwamba jina langu halitatajwa tena katika kinywa cha mtu awaye yote wa Yuda katika nchi yote ya Misri akisema, kama Bwana Mungu aishivyo. Tazama, nawaangalia niwaletee mabaya, wala si mema, nao watu wote wa Yuda waliopo hapa katika nchi ya Misri wataangamizwa kwa upanga na kwa njaa hata wakomeshwe kabisa. Nao watakaukimbia upanga watatoka katika nchi ya Misri na kuiingia nchi ya Yuda, watu wachache sana. Na wote wa Yuda waliosalia waliokwenda nchi ya Misri ili kukaa huko, watajua ni neno la nani litakalosimama, neno langu au neno lao. Na hii ndiyo itakayokuwa ishara kwenu, asema Bwana, kwamba mimi nitawaadhibu ninyi mahali hapa Mpate kujua ya kuwa maneno yangu yatasimama juu yenu, kuwaletea mabaya bila shaka. Bwana asema hivi, tazama, nitamtia Farao Hofra mfalme wa Misri katika mikono ya adui zake na katika mikono yao wamtafutao roho yake, kama vile nilivyomtia Sedekia mfalme wa Yuda katika mikono ya Nebukadreza mfalme wa Babeli adui yake, aliyemtafuta roho yake.